Naam, ndugu mpenzi msikilizaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV, na kusalimu cha kwanza popote pale ulipo, natumainanga kwamba wewe uko mzima wa afya, ajalishi katika DRC au maeneo mengine katika Afrika, nikigusia hata katika nje ya Afrika, Marekani, Asia, hata huko Ulaya, nikiamini wewe kabisa uko vema katika afya yako katika muda huu, na nikikuambia ya kwamba leo ni tariki 11 mwezi wa Novemba mwaka wa 2025 ambayo nimekukuletea habari kuu au habari zilizo tofauti ili upate kufaidia mengi katika njia moja au nyingine, lakini nikuambia tu tunakujia kwa njia moja ya kituo cha habari Reality Mambo TV ya kwamba upate kufaidia habari za leo, na nikikuambia yale yaliyojiri, sasa nikukutaarifu habari, lakini ninakuomba kuwa nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki, na nikikuambia tukiwa katika mashariki mwake DRC huku Kivu ya kusini ndiko kituo hiki cha habari kinapatikana, lakini sijasahau kukuambia unaweza tu ukajiunga ikiwa wewe ni wa mpya katika channel hii, ukibonyeza pia alama ya kengele ili unapata habari zetu zote mapema. Nitagusia kuhusu jambo la Jenerali Tshibangu kuweza kushikwa huko maeneo ya Kinshasa makao makuu ya nchi ya DRC, kukutaarifu changamoto ambayo inaendelea kuwa huko Uvira, kwenye mpaka wa Kongo na Burundi, hata pia kumalizia kuonekana na kusikika jeshi au government ya Kongo kuweza kutoa nguo za kijeshi au sare za kijeshi kwa wazalendo. Na hivyo kaa chonjo tu, ni kuleta habari kamili. Baada ya kushikwa kwake jenerali Pacifique Masunzu uko Kisangani na kupelekwa mara moja mchakamchaka huko makao makuu ya nchi ya DRC, Kinshasa. Na hivi kwa sasa kusikilika jenerali John Tshibangu amekamatwa Jumatatu, tarehe kumi mwezi wa Novemba mwaka wa elfu mbili ishirini na tano jijini huko Kinshasa, kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa kutoka katika vyanzo vya kuaminika vya usalama. Hadi sasa mazingira kamili ya kukamatwa kwake pamoja na sababu za hatua hiyo bado hazijawekwa wazi. Hata hivyo, vyanzo vilivyo karibu na jadala hilo vinaeleza kuwa operesheni hiyo ili, ilifanyika katika kambi ya kijeshi ya Kokolo, moja ya maeneo muhimu ya kimkakati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC yaliyo katika mji mkuu. Generali Chibangu ambaye ni mmoja wa maofisa mashuhuri wa jeshi la Kongo alikuwa amewasili hivi karibuni mjini Kinshasa, inasemekana alihusishwa moja kwa moja katika mpango mpana wa mageuzi ya ndani ya muhundo wa FARDC au jeshi la kiserikali la Kongo. Kukamatwa kwake kunakuja katika kipindi ambacho kumeshuhudiwa mfululizo wa ukamataji wa maafisa waandamizi wa jeshi ikiwemo Jenerali Frank Ntumba na Jenerali Masunzu ambao tayari wamewekwa chini ya uangalizi wa vyombo vya usalama. Ingawa hakuna tamko rasmi lililotolewa na mamlaka za kijeshi hadi sasa, wa, wachambuzi wengi wanaamini kuwa hatua hizi za ukamataji zinadhihirisha nia ya uongozi wa jeshi kuimarisha nidhamu na uwazi ndani ya jeshi la Kongo hasa katika kipindi hiki ambacho Hali ya usalama mashariki mwa nchi ipo katika mtanziko mkubwa. Huko Uvira, makao makuu ya jimbo ya Kusini, hapo Uvira kwa muda baada ya kushikwa kwa mji wa Bukavu na waasi wa M23 kumesikika kwenye mipaka kutokana na rushwa ambayo inaweza kusikika kutokana na hali inayozunguka ya kwamba wakuu wanaweza kushika rushwa muda wowote ule na hivyo naye mkuu Jenerali Makanaki kuweza kabisa kushutumu jambo hilo, ila kwa sasa kunasikika tena kubadilishwa kwa wakuu hapo kwenye mpaka wa Burundi na Kongo, na hivyo mmoja wa madereva kuweza kushuhudia jambo na kusema ya kwamba yeyote yule anayejua kwamba anatoa rushwa kwa sababu apite mapema kwa hiyo anaweza tu akahacha kwa maana anaposhikwa tu mara moja atatupwa mara moja gerezani, akizungumza mtembeza gari Aristote Karondera

basi na mara moja tumalizie huko Kilungutwe, tarafani Mwenga, katika kivu ya Kusini, ambako government ya Kongo imesikika na kuonekana kutoa sare za kijeshi kwa wazalendo kuweza kuonyesha alama rasmi ya kwamba huyo ndiye mzalendo wa kweli, na hayo yakizunguka na kujulishwa kuonekana kabisa wazi, na baada ya hayo kuweza kabisa kusikika hata sauti waho, wa hata sauti ikizunguka kwa kuonyesha mara ngapi wao wamepewa sare na kuonekana hata hapo, jinsi unavyoona hawa ndio watoto ya wakabangu bebiko kufro njo teni lenye guvernement inapokeza bazalendo zahile mzalendo wote mwenyeko mlieder mwiko rekoni ofisielma keiko mzalendo njo teni lenye toka Kinshasa

Ukiona tena sauti yangu kwa sasa hivi nimerudi, yani kuambia ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho eh. Katika kipindi hiki ambacho nimekuletea, usisahau ya kwamba tunapatikana mashariki mwake DRC, na hivyo kivu ya kusini ndiko ambako kituo cha habari Reality Mambo TV imepatikana, lakini tu nitakuomba wewe uwe muungwana hata kwa ku bonyeza alama ya like kuonyesha tuko pamoja, comment ikiwa na maneno ya kuzungumza, hata kushare ili wengine wapate habari zetu mapema. Ukisahau kitu muhimu ya kwamba kujiunga kwako ni kwa lazima sana, ili wanapata habari zetu mapema, na katika muda wote mwafaka, nikikushukuru kwa nami mwanzo hadi mwisho. Ukae chonjo, tena nitakujia ikiwa mapenzi ya Bwana. Ninachokisema tu ni chao.